Kasi ya nyota ni kuchenji mazingira. Mwambie jirani yako kaa na wenye nyota. Mwambie jirani yako kaa na wenye nyota. Chunguza sana marafiki zako, inawezekana chanzo cha matatizo unayoyapata ni marafiki. Chunguza sana watu unaoshinda nao, chunguza sana watu unao communicate nao. Potifa anampokea Yusuf, anasema nyumba yake blessed. Mwambie kuanzia leo so chambua marafiki. Marafiki. Marafiki you you you You you from today. Friends. Friends. friends Be Be be be selective when it comes sasa, to to Sasa sasa wewe una marafiki ambao mnaongelea mpira mpira kuanzia asubuhi mpaka mpaka jioni. and maybe you have friends and you una una and you want to Ibi, be wealthy. wealthy wealthy? How How can can that? Yaani mnachambua mpira mpaka za Ulaya. Every time. Kwa mfano ndugu yangu, wewe inabidi uongee kwa kundi moja. Yaani tunasalimiana. Umeamkaje bro? Kwa sababu lugha yako na yangu zinafanana. Because my language and yours language are the same. Yaani ubizi tunaongea dakika 3 tumemaliza. Na kazi. But those with that work. They speak about everything. Na kabla watu hawajakujua wewe ni nani. Wanatangulia kuiona nyota. They first see your star. Unajua mimi wanafika kule godown. Do you know when I go in the godown? Watu wanachekesha mahindi. People

Let's hapa wame, wamezika nyota yake, ndio maana nakuja kuangukia hapa lakini, huyu hu, ninamuona ni mfanyakazi wa ofisi fulani. Kuna binti mmoja nilimuona hapa nikamuuliza, unatoka wapi? in a then I discovered, nikaona ubongo, nyota huwa zinauawa

wengine. We, kwa hiyo uzuri tulionao huu, ni kwa sababu ya wokovu tulionao. Kwa hiyo Biblia inasema akawa mzuri. Mke wa Potifa akamwambia lala. Even the wife of Potiphar said sleep with me. Moja ya jambo linaondoa nyota. Ni kulima vinyungu. Nyota? Committed adultery. Wewe ukiwa mtaalamu <laughs> wa kulima, nyota? And if you're an ask <laughs> you're an expert of adultery?

Yusufu akaenda gerezani akasema, nifanyaje uovu? Mama, ni mbuzi mejiua yenyewe. Akachukua nyota akalinganisha pale, akasema heri nibaki na nyota. Mama akasema, nitachukua koti nije niseme usiogope kuchafuliwa

Wale wako wale wako wanatamani wanatamani wanatamani ufe, wana wana umekufa, wana wana wana wana like like to to to to wish that you, to see you dead. washindani wangu wa kibiashara competitors, huwa ninawaambia watani watani, subiri sana, years to come, miaka 180, alafu alafu hivi hivi, and and they find me walking like this. Yani nitashinda na mpaka na wajukuu zao, I'm going to wage against even their grandson and granddaughters. kama nielewa.

ntauta mbele yatakuwa na range ya elfu mbili na ishirini na sita. Wewe unapokuja kununua utanunua ya elfu mbili na ishirini na nane, itakuwa mo advance kuliko ya kwako. Usishughulike na matokeo, matokeo yatakuja kushughulika na kazi Joseph akaota ndoto ya kwamba watu kumi na moja wanamwinamia yeye, ndiye wa kumi na mbili. Wakati huo hata nguo ananunuliwa na baba yake, hujanielewa bado. Wakati huo biashara hana, wakati huo mtaji hana ananunuliwa na baba yake, alikuwa na kanzu moja. Wewe siku ya leo una mtaji wa milioni moja, unataka uwe na magauni sita, una mtaji wa milioni moja, unataka uwe na jinsi nane? Hii iliyochanika hii iliyopauka, wewe hasa unashughulika na matokeo. Kushughulikia kazi, sema amen. Nasema amen. Yusufu. Mungu anamuonyesha ya kwamba ni mtu mkubwa. That is a great man. Lakini ana kanzu moja. Usiogope kuwa na nguo moja. Hayo ni matokeo. Shughulikia kazi. Nachoangalia yale ni matokeo. Mimi naenda huko kwenye kazi, na ndio maana rafiki, mimi sio mwana mazinga o, mimi nakufundisha nachofanya unafanya kazi kwa bidii. Na wewe fanya kazi, utumia nyota yako vizuri, utumia nyota yako vizuri. Umwambie jirani yako, tumia nyota yako vizuri Haijarishi kaka zako wana vyeo vikubwa kiasi gani, lakini so wewe ndio kiboko yao mimi. Haijarishi wamekutangulia kiasi gani, haijarishi biashara yako ni ndogo kiasi gani, waliokutangulia watakuona mbele yao, watakuona mbele ya wewe. Ambaye hujazaa watashuhudia mapacha. Wala usishangae. Mpendwa mwenzako anakuchukia. Mpendwa mwenzako anakuchukia anapokuona. Yaani anatamani ukiwa na matatizo. Kuna marafiki wengine, ukiwa na matatizo ndio unakuwa na marafiki. Yaani ukifanikiwa kidogo anakuwa adui yako. Hiyo ni roho. Wanachochukia pale ni ile nyota. Nyota uliyoona ndio inayochukiwa. Wakasema tumuue. Yaani walikuwa wanataka kuua nyota. Yusufu alikuwa na Mungu kwa sababu ya ile nyota. Biblia inasema kaka yake mmoja akasema, kwa nini tumuue? Tuache tumuuze. Walipokuwa wanamuuza, Waishmaeli wakatokea. Kilichofanya Waishmaeli watokee poni nyota ya Yusufu Eliasi uwawe. Nyota itakuokoa, nyota itakulinda, sasa na mpokea